A nchi na kwa hivi sasa, tuanze kuangazia taarifa za ufungamana majirani zetu hapa Tanzania. Ripoti kutoka taifa jirani la Tanzania zinaarifu kuwa, maandamano yameendelea kushuhudiwa katika miji zaidi ya taifa hilo, siku moja baada ya uchaguzi mkuu kufanyika. Hali hii sasa ikisababisha serikali ya taifa hilo kuagiza wafanyikazi wote wa umma pamoja na wanafunzi kote nchini kusalia nyumbani, huku hali tete ikiendelea kushuhudiwa wakati wa uchaguzi hapo jana. Ya, pojana, baadhi ya kazi waliandamana kulalamikia kuzimwa uh, kwa upinzani kushiriki uchaguzi huo. Maafisa wa usalama wameendelea kushika doria, huku kafyu ya kuanzia saa kumi na mbili jioni hadi saa kumi na mbili asubuhi ikiendelea. Haya yote yakiendelea huku zoezi la kuhesabu kura likiendelea.